Sikwambie si mtu kwa kwa kwa mbili wanapenda sana mapenzi ya asili yani. Kwa mpenzi wako lazima mjichimbie, ndio mambo ya hadharani. Yani anaficha identity. Nne. hapendi kuchukuliwa poa, mfano mshike tako da ese, atakuzingua iwose, unajua anajiona kama maboi hivi. Tano. hatongozwi anakutunuku kikubwa mzige, mzingatie, mtetee kwenye kila inshu wao. Wow, sio kwamba anafanya kama demu sui nini, kakuelewa lo, hapana. Sita. shida yao ni mitusi, wana mitusi, halafu aibu zira, wanagaribu wao jamaa, yani popote wao kutukana kawaida sana saba. Wanapenda mambo ya kiume yani, wanapenda kutumia vitu kama sigara, pombe, mipira, sisha, wengine bangi hadi kukaa kwenye vijio vya wanaume. Hivo ndio sifa zao kubwa. Hebu ongeza naye yakwako hapo chini tuone ni sifa gani ambao wanayo hawa matomboy. Usaa kulai kushare na kusubscribe hapo chini wakwanza kupata stori kama hizi.